Somo la waraka Mtume Paulo kwa Warumi. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama tulivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika tutaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, itikio: Bwana ndiwe mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na, sita na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Unihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. ana ele tuali wangu sikaukuwaaii na nijapopita, kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami, gongo lako na

Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Shangilio.